Jinsi ya kujinasua kwenye kifungo cha kutokusamehe. Moja kati ya kifungo ambacho kimekuwa kinatesa maisha ya watu wengi ni kutokusamehe. Sijui kama umeshawahi kujiuliza hiki kitu lakini, kutokusamehe ni kifungo. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako haukutakiwa kutumika kubeba watu. Moyo wako ulitakiwa kutumika kufanya maisha. Unapokuwa umechukia mtu umechukia watu, sio yeye umemweka kwenye kifungo, ni wewe ndiye ambaye uko kwenye kifungo. Maelfu na maelfu ya watu duniani wanashindwa kusamehe, na wana sababu nyingi za msingi ambazo wanazitumia kujustify kuto kusamehe kwao, lakini mwisho wa siku regardless hizi sababu ni nzuri kiasi gani kwako, zina uzito kiasi gani kwako, anayeumia anayeathirika ni wewe na sio watu ambao umewashikilia. Hebu jiulize, ili uweze kutokusamehe, lazima uweze kujitahidi kutunza chuki dhidi ya mtu au wa watu fulani lazima uweze kutunza hasira dhidi ya maisha. Lazima uweze uh, kutawaliwa na hisia negative. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kitu ambacho kitakuumiza. Utajikuta unaishia kutukana watu kimoyomoyo, unaishia kuombea watu mabaya, unaishia kutamani watu washindwe na wafeli kwenye maisha yao, lakini mwisho wa siku haikusaidii kitu. So natamani uweze kujua ni kwa namna gani unaweza ukatoka kwenye kuto kusamehe. Regardless, huyu ni mtu, ni nani aliyekuumiza? Ni mpenzi wako? Ni wazazi wako? Ni kazini? Ni marafiki? Unatakiwa kuweza kusamehe. Ntakupatia hatua tatu, lakini kabla sienda kukupatia kuupatia hatua tatu, naomba nikupe hili andiko, Mithali sura ya nne mstari wa ishirini na tatu, Mithali, uh, ya nne, mstari wa ishirini na tatu. Maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Kama kuna vitu ambavyo unavilinda, unatakiwa kuulinda mno moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Kwa nini? Kwa sababu kutoka kwenye moyo wako ndipo chemchem chem za maji ya uzima yanapo flow. Mambo yote kuhusu maisha yako yanapikwa kwenye moyo wako. Moyo wako ndio kama hedikota ya maisha yako. Unapovuruga moyo wako, maana yake umechagua kuvuruga kila kitu kwenye maisha yako. Jambo la kwanza unaotakiwa kulifanya, hatua ya kwanza ilikuweza kusamehe ni kukubali kilichotokea kukubali kilichotokea. Kuna watu kosa lao pekee limekuwa ni kuendelea kukataa kile ambacho kimetokea. Unapoendelea kudinai the fact kwamba umeumizwa, the fact kwamba umesalitiwa, the fact kwamba umenenewa mabaya, the fact kwamba umekataliwa, unaendelea kuchelewesha muda wa kuanza kupona. Hautaweza kupona kutoka kwenye kifungo cha kihisia, kutoka kwenye maumivu ambayo ume reject. Kwa hiyo assignment yako ya kwanza ni kukubali, no mata itakuumiza kiasi gani uonekane mjinga na mpuuzi kiasi gani, lakini cha kwanza unatakiwa kukubali kilichotokea. Kubali hiyo fakti, kubali kwamba umeumizwa, kubali kwamba umedhalilishwa, kubali kwamba umeonewa, kubali kwamba imekuuma, kubali hicho kitu. Hakuna namna ambayo unaweza ukaelewa mtu ambaye amekutendea mabaya, there is no way. Cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kukubali. Kitu cha pili ni kuachilia aliyekuumiza waliye kufanyia. Mara nyingi inakuwa ngumu kuweza kurilise uchungu kwa sababu huwa tunajifunza kumshikilia yule mtu. Tunasema fulani ndo alisababisha, ni mzazi, eh, ni alikuwa mume wako, alikuwa ni ex wako, alikuwa ni nani, alikuwa ni bosi wako. Kadiri ambavyo unaendelea kumshikilia huyu mtu ndani ya moyo wako, unapoteza nafasi ya kumove on kwenye maisha yako. Kwa hiyo, uh, jambo la pili unalotakiwa kulifanya kwa nguvu zote ni kujitahidi kuweza kumwachilia huyu mtu. No matter Ulikuwa umemshikilia kwa muda mrefu kiasi gani? Ni kuhakikishia mtu wa Mungu. Kadiri ambavyo umeendelea kutunza chuki dhidi ya mtu, sio kwamba yule ambaye umetunza chuki kinyume naye yeye anasikia kile ambacho wewe unakihisi. Sio kwamba hasira yako dhidi ya yeye imempiga loba na kumfanya asafokate usiku anapokuwa amelala. Nataka ni kuhakikishia huyu mtu anaweza akawa anaendelea vizuri, anaweza akawa anaendelea kufanya maisha yake, na anaweza akawa akumbuki kabisa kile ambacho kimekukuta. So jitahidi kuweza kumwachilia huyu mtu ili uweze kuendelea na maisha yako. Na jambo la tatu na la mwisho, chagua kuendelea mbele. Chagua kuendelea mbele. Kama ulinenewa vibaya, kam kwa sababu hauna ujuzi au labda e, wewe ni mtu duni, jitahidi uweze kufanikiwa. Usiendelee kubaki kwenye ule uduni ambao ulikuwa nao, usiendelee kubaki kwenye kiwango kile kile ambacho walikuta nacho. Kwa hiyo jitahidi kuweza kuendelea mbele kwenye maisha yako, mtu wa Mungu. Ni kuasaini ukifanyia kazi haya nikaa kfana ya mambo matatu, nina uhakika maisha yako ko yatakuwa bora.